Hatua kubwa imepigwa katika sekta ya afya katika kipindi cha awamu ya sita inayoongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan kwa kushirikiana na mbunge wa jimbo la Songea mjini ambaye pia ni waziri wa katiba na sheria Dr. Damas Ndumbaro. Manispaa ya Songea imeshuhudia mageuzi makubwa ikiwa ni pamoja na ongezeko la vituo vya afya kutoka kituo kimoja hadi nane pamoja na ujenzi wa hospitali mpya ya wilaya ya kisasa. Miaka mitano iliyopita, manispaa ya Songea ilikuwa na kituo kimoja tu cha afya, kilichokuwa kikihudumia wakazi wa maeneo mbalimbali kwa changamoto kubwa ya msongamano na huduma finyu. Hii leo hali imebadilika. Moja ya maeneo hayo yaliyonufaika na ujenzi wa vituo vya afya ni kata ya Msamala, ambapo wakazi kio, wa kata hiyo wamemshukuru Rais Samia Suluhu Hassan na mbunge Dr. Damas Ndumbaro kwa kazi kubwa waliofanya, huku wakiweka wazi changamoto zilizokuwa zikiwakabili hapo awali. Kwa jina anaitwa Diet Laurent Runyali. Tunashukuru mbunge wetu na rais wetu mama Samia suluhu Hassan kwa kuweza kutuletea kituo hichi cha afya. Mara ya kwanza tulikuwa tunaenda mbali sana, mm. tulikuwa tunatoka mali asili, tulikuwa tunaenda mji mwema. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa ujumla wake, asante. Kwa majina naitwa Janet Bosi wa Kapitela, ni mkazi wa hapa Msamara. Kweli tunapenda sana jengea serikali kwa kujengea zanati hii, tulikuwa tunahangaika sana kwa kweli. Kwa kweli tunashukuru Mungu, zanati yetu ni nzuri kama mnavyoiona, manesi yetu ni wazuri, tunapata huduma safi kabisa. Na mimi naitwa Brighton Daniel om, naishi maeneo haya yalivuiko zanati ni kwamba ni dhahiri kwamba tumepata bahati ya kupata kituo cha zanati, kituo cha afya tuseme, sio zanati, kituo cha afya, kwa sababu walioleta kujenga kituo cha afya walishaoona tatizo lililopo maeneo haya kutokana na wananchi wake, maana tulikuwa tunapata shida sana, hasa kwa wajawazito na watoto, labda saa nyingine kwenda siku wapi mbali kwenye mlima, unaona. Kwa hiyo sasa <coughs> alivyotujengea hiki kimetuletea yani unafuu mkubwa sana hata mimi mwenyewe hivi unavyoniona nikipata tu tatizo nakimbilia kata. Ilipokea kiasi ni, ni hile, cha shilingi milioni 500 kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha afya ya Msamala, fedha kutoka serikali kuu, pamoja na kiasi shilingi, ni shilingi? Kwa hile, cha shilingi milioni 20 kwa ajili ya ukamilishaji wa maeneo machache ya miundombinu ya kituo ikiwemo ujenzi wa miundombinu ya maji, chanzo cha fedha ikiwa ni mapato ya ndani ya halimashauri. Mashine kituo, kituo, ya kisasa ya meno ni moja kati ya maboresho yaliyofanyika katika sekta ya afya na hii ni katika kata ya Mshangano. Jennifer Alexander Msaliboko, tabibu wa kinywa na meno katika kituo cha afya Mshangano. Hapa tunayo <coughs> dental chair ambacho ni kiti cha meno kwa ajili ya kutoa huduma za meno ambazo zinapatikana hapa kama kuziba, kung'oa, kusafisha na matibabu mengine kama yeah. hizi kifaa kama hiki kilikuwapo hakipo, kwa ajili ya kusafishia meno tulikuwa tunang'oa tu, na kiti chenye kilikuwa kibovu ambacho mgonjwa sanyingi anaweza hata akadondoka kwenye hicho kiti. Baada ya kuleta <coughs> maendeleo ndo kama hayo kama huduma hizo naweza kuambia kama za kusafishia meno zilikuwapo hazipo, tulikuwa tunatoa tu, na wala kuziba tulikuwa tuziba. Ujenzi wa hospitali mpya wilaya ya kisasa wilaya ya Songea, katika kata ya Tanga ni moja maendele ya maendeleo makubwa yaliyofanywa katika sekta ya afya ambayo itapunguza mrundikano wa wagonjwa katika hospitali ya mkoa na kusogeza huduma karibu kwa wakazi wa kata ya Tanga. Ni moja kati ya alama kubwa zilizoachwa na Rais Samia Suluhu Hassan na mbunge Dr Damas Ndumbaro, kama wanavyoeleza wananchi hawa. Naitwa natokea sana cha mtaa nimkuja kutibiwa nikujamekuja kumleta mwanangu anasumbuliwa na mafua. Nashukuru serikali kwa kutusaidia, kutusogezea hospitali karibu, maana mwanzo tulikuwa tunatabika, tulikuwa naenda shule ya Tanga, muda mwingine tuna tunafeli usafiri, lakini tunashukuru serikali kwa kutusaidia, kutuletea hospitali karibu. Tunamshukuru Mama Samia, rais wetu kwa kutusogezea hospitali eneo hili, ametusaidia wengi sana na tunamshukuru Dokta Ndumbaro kwa kutupelekea maoni yetu kwa, kwa rais mpaka tumepata hospitali hii. Mimi Christian Maurus Kiwiri. Wengi tulikuwa tunapata shida kwenda Mshangano, kwenda mjini, lakini sasa hivi tunatibiwa hapa hapa sana angura. Tunashukuru, tunashukuru serikali yetu. Sasa hivi tunashukuru, mimi namshukuru sana rais wetu Samia Suluhu Hassan na mbunge wetu Damasi Ndumbaro. Nashukuru sana kwa mikao yao waliokaa huko wakajiunga ili kuweta, kuweka hospitali hapa Sanangura. Nashukuru shukuru zangu kwa serikali, nasema asante sana kutuleteasia hospitali hii. Napongeza Dkt. Ndumbaro na Samia ambaye ndio rais wetu ambaye ametuletea vigezo kama hivi, hospitali nzuri. Sasa mnaona ile jengo linalopaa pale ni, ni mahakama jumuishi. Namshukuru sana Dkt. Ndumbaro lakini mahakama ya Tanzania, tumpigie makofi mkubwa wetu jamani. Kale zinaenda kujengwa lile jengo ambalo naona sasa hivi limetokea juu ni jengo la mahakama jumuishi, kuanzia mahakama zote za mwanzo mnazoziona zitahudumu pale, mahakama ya wilaya itahudumu pale, mahakama ya jaji itahudumu pale, mahakama ya jaji wa rufaa itahudumu pale. Magozi haya ni ishara ya dhamira ya kweli ya serikali katika kuwaletea wananchi maendeleo ya huduma za kijamii. Wananchi Wasongea sasa wana kila sababu ya kutabasamu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 tz@gmail.com. Top One College of Health and Allied Science. We are the way to your success.